Umeanza kukimbizwa toka miaka ya sitini, lakini mwenge haujawahi kuzoeleka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya desturi, mila za nchi pamoja na sheria yake, kwamba unastahili unastahili nini mwenge huo, na wajibu wa mwananchi au Mtanzania kwa mwenge wake wa uhuru, wajibu wake ni upi? Kwa hiyo katika kutekeleza wajibu wetu kwa mwenge, unafanya mwenge usizoeleke kwa kila siku. Mwenge ni chombo kipya, kina falsafa mpya, kina mtizamo mpya, na kwa kufanya hivyo, ni wajibu wa viongozi kulinda taratibu na mila hizo za mwenge, na ni wajibu wa wananchi kufuata na zingatia mila na desturi za mwenge huo. Sasa kwa sababu mwenge unakuja katika wilaya yetu, ndio maana tumekutana hapa. kwa nawashukuru sana kwa wote mliochangia na kwa namna mlivyoonyesha jitihada mpaka sasa za kupokea mwenge huo. Um, sasa kwa sababu hauzoeleki mwenge, ni lazima pia tuwe strictly, ndio kwa sababu ni chombo ambacho nchi nzima inatoa heshima kwa chombo hicho. Sasa lazima tuwe strictly kuhakikisha kwamba mila na desturi za mwenge zinalindwa. Kwa mtu yeyote akionyesha kuteki for granted, akionyesha ulegelege hivi katika kusimamia shughuli ya maitifaki ya mwenge viongozi tuna wajibu wa kuchukua hatua mara moja. Katibu tawala wa wilaya ndiye mtendaji mkuu wa shughuli za serikali katika wilaya hii. Ni kiongozi mkubwa sana wa serikali ambayo hamjui, yani ukitoka katibu tawala wa mkoa ukishuka chini yake ni katibu, ni dasi. Kuna watu wanafikiri dasi ni cheo. Kipo, kipo tu, yani kama wewe ni mtumishi wa umma Das ana role kubwa sana hata kubishana naye upaswi kufanya hivyo. Kuna watu wanafikiri tu DC ndo ana mamlaka hayo, das ndo anaangalia watumishi wote wa umma katika wilaya husika. Kwa hiyo recommendation ya das haiwezi kuchukuliwa kiwepesiwepesi. Sasa kama mtu anakuja kwenye kikao kama hiki serious, alafu anawasilisha tumebakiza siku wiki mbili mwenge uje hapa, halafu mtumishi anawasilisha kiulege ulege, hatuwezi kuzani anatania ana sisi, tutaitake very serious kwamba huyu mwisho atatuaibisha na tutabaki kulaumiana, na sisi tutawajibika kabla hatujawajibishwa bora kae pembeni, atafute mtumishi mwingine afanye kazi hiyo. Kwa hiyo tunafanya hivyo kwa lengo la kutendea haki mwenge. Lakini la tatu mambo yanayofanywa na viongozi wetu wa kuchaguliwa, madiwani na wenye viti wa serikali za vijiji, na ninyi watumishi wa umma, wakuu wa idara na wafanyakazi wengine, kwa kweli yanaheshimiwa na yanatukuka. Ndio maana mwenge unaenda kupita kwenye miradi. Yana dosari za hapa na pale, lakini tunazirekebisha. Kwa hiyo, niwaombe, pamoja na kwamba mwenge hauzoeleki, tuhakikishe dosari za mwaka jana hazitokee tena na hili linawezekana, wezekano kwa maana tumekutana hapa ili tuweze kurekebisha yasitokee huko mbele ya safari.